Mi sijui wewe umezaliwa kuwa kama nani duniani. Duniani tumezaliwa watu tofauti tofauti. Kuna watu ni mfano wa katapila, yaani mtu amezaliwa ni katapila yeye, kazi yake ni kuchonga njia tu wenzake wapite. Kuna mwingine amezaliwa kama gari ya mizigo, yeye ni kuwasaidia watu changamoto zao, ni kama gari la mzigo kuna wengine wamezaliwa kama gari la abiria, wao kazi yao ni kuwafanya wenzao wavuke wavuke wavuke, wao ni kama gari la abiria. Kuna wengine wamezaliwa kama bodaboda, kuna wengine wamezaliwa kama baiskeli, lakini kuna wengine wamezaliwa kama uh, vituo vya polisi. Yaani mtu ni kituo cha polisi, yeye anayatazama mabaya na kuyashughulikia na kuwasaidia wengine ambao wako katika hatari. Uh, kuna mifano mingi mingi mingi mingi, lakini swali langu je, unajua wewe umezaliwa ni kama nani? Je, katika mifano hii unaona kuna mfano? Lakini katika vitu hivi vyote nilivyokupa, vyote nilivyokutajia, vitu vingi havina heshima hapa, lakini kuna mwingine amezaliwa kama gari ya kutembelea viete lenji eh, gari kali kali za kutembelea, ndio watu ambao wanaheshimika sana, lakini sio hawa ambao wanasaidia, sio hawa ambao ni kama gari la abiria, sio hawa katapila. Huwa katapila haina heshima. Ukiweka lenji na katapila, inaonekana lenji na heshima. Lakini kumbuka, lenji inapita kwenye barabara iliyotengeneza katapila. Huyu mtu aliyenunua lenji, kumbuka, alishawahi kupanda daladala. Lakini daladala haina heshima eti kwa sababu ya lenji. Sijui kuna mtu amenielewa hiki kinachosema. Nasema hivi, vitu vingi unavyoviheshimu havina msaada kwenye maisha ya watu wengi, vitu vingi vinavyoheshimika sana sana kwenye maisha yetu, yani vile vitu unavyoviheshimu sana havina msaada kwa watu wengi sana, havina msaada kwa watu wengi sana, lakini visivyoheshimika ndivyo vimesaidia watu wengi sana. Imagine, katapila Ingelikuwa kama tunatoa heshima kwa vitu vinavyopita barabarani, katapila itakiwa iwe ya kwanza iliyochonga barabara. Lakini cha kushangaza, magari yanayopita yanaheshimika, ila katapila ikifika hairuhusiwi kupita barabarani na minyororo yake inatakiwa ibebe, kwa sababu itaharibu barabara. <laughs> Brother, kaka, dada, wewe ni nani kwenye maisha? Ni nani kwenye maisha? Wewe ni katapila? Wewe ni lenji, gari la dadala, bajaji? Wewe ni nani?